Nafasi ya wanamaendeleo ya jamii katika jamii yetu, tunategemea ni watu wanaotakiwa wawe mbele ya yani, mbele ya jamii, alikuwa jamii zetu au watu wa maendeleo jamii, tunategemea kisha maliza kupata kozi hizi wawe mbele ya jamii. Kwa mfano tunapoongelea bali ya maadili, uh, jamii zetu sasa hivi zinakwenda kinyume, kinyume na maadili yetu ambao tumezoea Kitanzania, sasa hivi nakuta kuna na mitandao watoto wa kike watoto wa kiume wanatukana matusi ambayo si maadili yetu kama Watanzania. Watanzania tumezoea kutokuona vitu ambavyo tunaviona sasa, watu wa maendeleo ya jamii, jamii zetu? Mpaka watu sasa hivi kwenye mitandao, wanatoka, wanatoka na matusi bila kuogopa. Kwa hiyo tunaasa watu wa maendeleo ya jamii na hasa wataalamu wetu wafanye utafiti vizuri, ili waweze kuletea majibu kwenye jamii zetu, tuweze kujua nini ambacho kipo nyuma ya pazia mizetu. Jamii zetu zimemomonyoka mpaka kufika mahali watu, watu, uh, wananchi vijana wazee wanapiga kelele kwenye mitandao kwa kutukana watu wazima bila kuogopa bila hofu. atika leo kutembelea chuo chetu cha maendeleo ya jamii, nimetembelea miradi yao uh, ileta na nashukuru uh, wizara ilileta cherehani 60 kwenye hiki kichuo cha Ruaha, na na viongozi wa hii kichuo wakatafuta wakatafuta wanawake vijana wa kike ambao pia wameshazaa, wana watoto wadogo, wakawatafuta mabinti kama stili, wakafungulia darasa lao na kuanza kuwafundisha. Nimepita hapo kwenda kuwaona, wanashona na kozi zao, wana inachukua miezi sita, na baada ya kumaliza miezi sita, maana yake wanakwenda tayari mtaani kwa ajili ya kwenda kujitegemea. Nimewiwa nao kama Naibu Katibu Mkuu wanawake, tumeelekeza kwamba tutasaidia kuwaletea, kwa sababu wameomba, walikuwa na ombi ya kuongezewa vielani viwili kwa ajili ya kushonea taulo za kike. Kwa hiyo kama wizara tumewaahidi kuja kuwaletea cherehani mbili kwa ajili ya kuwaongezea nguvu ili waweze kushona uh, taulo za kike bila shida. Napenda kwa kweli kutoa shukrani zangu za dhati kwa wizara yetu ya maendeleo ya jamii, jinsia ya wanawake na makundi maalum, hasa kwa viongozi wetu kutenga muda wao kuweza kutembelea chuo chetu hiki cha maendeleo ya jamii. Kutembea kwa viongozi hawa inadhihirisha kwamba ni ile kazi inaifanywa na wizara kupitia vyuo hivi. Mfano, leo tumepata ugeni wa naibu katibu mkuu anaeshughulikia jinsia ameweza kutembelea na kujionea shughuli za wizara zinazotekelezwa katika chuo chetu cha maendeleo ya jamii. Sisi kama chuo cha maendeleo ya jamii, kazi zetu kuu ni tatu ambazo ni mafunzo, e ushauri elekezi, pamoja na utafiti, ambayo tunatekeleza kwa ngazi hizo na tunatekeleza pia miradi mbalimbali kwenye jamii. Kwa hiyo ukitembelea, kutembelewa, kuna viongozi wa namna hii wanatunyanyua na kututia moyo zaidi, ili sisi tuendelee kufanya kazi ambayo serikali inatarajia kutoka kwenye vyuo hivi vya maendeleo ya jamii.